Matumaini yaliyokuwa yamedidimia ya kampuni ya kutayarisha sukari ya Nzoia yaonekana kupata afueni kufuatia mkataba wa ukodishaji utakaochukua muda wa miaka 30 kwa kiwanda cha kutayarisha sukari cha West Sugar. Hatua hiyo inatarajiwa kuwawezesha wakulima katika kampuni hiyo kulipwa malimbikizi yao to Uh, kiwanda cha kutayarisha sukari cha West Sugar kimeahidi kuleta tabasamu nyusoni mwa wakulima na wafanyakazi kwa kuhakikisha wanalipwa haraka iwezekanavyo. known Mfanya biashara Jaswant Rai wa kampuni ya West Sugar ameahidi kufufua sekta hiyo, akiahidi kukarabati na kuboresha mitambo ya kiwanda hicho kwa muda wa siku 30 zijazo ili kiweze kuhudumu kikamilifu ukodishaji huo unajiri huku kukiwa na agizo jumuishi la serikali la kufufua viwanda vya kutayarisha sukari vinavyokabiliwa na changamoto za kiuchumi kote nchini kupitia ushirikiano wa sekta umma na ile ya kibinafsi. The government has. Haya yanajiri huku gavana wa Kisumu Profesa Nyang' Nyong'o akilalamikia mipango ya kukodisha viwanda vya kutayarisha sukari vya Muhoroni na Chemelil, akisema hakukuwa na mashauriano ya kutosha, hali ambayo huenda ikawasababishia zaidi ya wakulima elfu sitini kukadiria hasara. Ben Chumba, Dira ya Magwiji.